Eh? Naambia wazazi wa watu wachunge watoto wao kama wakuwe kama wangu. Ndio huyu sasa, matokeo ndio imetokea. Kuna niaibisha? Eh? Kuna niaibisha? Kuna niaibisha Helen? Kuna niaibisha? So guys, guys, guys, welcome back again. Welcome back back again. Again, Niko hapa na Helen na mamake na ambaye umesemu anaitwa Eunice mm. Yes, uh, tunangojea afisa aweze kuja na huyo bwana wa bodaboda ambaye ni mdinyi na ambaye aliweza kudinya mtoto wa shule katika kichaka na ambayo hatujui ni kichaka ya wapi. Lakini tuliweza kuwapata pale wakiwa akiwa ndani ya mtoto wa shule na mtoto wa shule ndio huyo, skati yake ni short amepaka vitu kwa mikono amelikuja hapa na earrings, sijui nani, si mimi. Nashangaa hii shule mama, hii hata hii uniform haina badge. Hata hii uniform kuja tu kuja, hata hii uniform haina badge. Mimi sile alitoka kwa nyumba akiwa na hizi uniform yake, inakwanga na badge. Kwa hivyo anakwanga na uniform, anakwanga na uniform zingine ameficha. Mama, si yako? Si ndio yako, iko wapi? Iko na Abigail? Abigail tena Umerepeat same same Abigail, mama mtachana nani? Ule mchana mkora huyo, mchana mkora doba doba, unaniambia maneno haya hapa. Hizi uniform zako zimetoka na kwa nyumba cha hapa. Abigail, tukitoka hapa na wewe kuna Abigail, umesikia mama? Hanajua? Anajua? Ajui, sindio? Hivi ndio umekuwa, si ndio Helen? Eh? Unataka kusema Abigail anavanga hivi? Ni uongo. Anavaa hivi ameshona anafichiwa na Abigail. Anakuwekea, si ndio? Inaitwa nani kwanza?

Si eh? eh? Mimi ni Yunis sawa, niite Yunis. Eh? Sawa so, wena so. Mandevu zako mshana mdogo kama huyu, enda kumharibu. Mimi, unajua huyu yuko na bibi eh? Sorry.

huyu miaka tatu 3 years ago kama ko 17 alikuwa 14 years ndio, yes. Nataka mniambie mlipatanaje, mama, nauliza mlipatanaje, lakini hamtaki. Nataka muniambie uongee. tulipatana na yeye sisi za kwetu. Mm -hmm. alikuwa anapitia hiyo barabara ya kwenda shule na kila siku hapo ndo alikuwa anapitia. mm -hmm. So in the process kuna siku mm -hmm. alikuwa anatembea mguu mm -hmm. nikaamua nimpe lift nikambeba, so mm -hmm. tuka, kuwa, tuna anapitaga hiyo njia tukazoana, tukaanza ku date. Ku date na mtoto wa 14 years eh. Helen, nimekuwa nikikupea fare kila siku mpaka eh? nakopa. Eh, muna kuna strong tena askari na kupea fea, ukweli uongo? Unapeleka eh? si wapi? Ule mtu anakuambia kubebanga kwa wapi? Si huyu anabebanga. Si huyu. Si huyu. Eh. Amkuchukuanga wewe, ni wewe. Alienda wapi? Sijaijua. Sina mwanangu kwa stage, ananiita, siendi, niko na haraka, ananichelewesha. Eh, jana ulifika nyumbani saa ngapi, Hele? <laughs> nilikuwa na revise. Ulikuwa na revise? Ndio kwa kichaka? Una revise kwa kichaka? na huyu manga huyu, eh, unafika kuna wewe peke yako? Nimemkata pia kuna wengine huko, si kweli? ni waurize ma...? ha? We. kama huyu ni mtoto wa shule, mnaongeaga mnaasiliana aje? Eh a mnaasiliana, nampelekea kwa shule simu simu yake Unajua hiyo mama mbaya simu hiyo eh? Simu iko wapi wapi? Hellen? Claro Yo simu iko wapi? Simu iko simu simu le... kwa nyumba. Mami. <cartoon noise> una, unajua jana tulipata simu kwa bank, hiyo simu tulipata. Mimi sina touch, niko na katululu. Na huko na hii simu kubwa. Unaona? Unaiona? Hata niko nayo. Hapana mami, hapana. Hebu tulia kwanza. Kwanza mami. Ongea na mami. Hebu tulia kwanza. Wawili wawili leo. Leo. Ndio wanyoka kwani? Kwani? Niko na swali. Tusi kwa nini? Unajua utauliwa. Mami tulia kwanza. Niulize hizi hi, hi, swali moja ulivaia huyu mm-hmm. Ah, simu auji wake ako na simu aje? Sijui. Hebu tuambie unatumia ka simu za ngapi? Ama una wenzake. Hebu tuambie unachaka wapi na nani anakuchaji anga? Nani anachaji anga? Nani alikubalia hiyo simu ni huyu? Eh, unaona Helen. Helen, kwa mama sasa unataka kuoleka? Huyu tulisema tunamlipia school fees anakupea pesa unalipa, peleka shule, si ndio? Anakupanga mwenyewe, unalipa hadi hapa, anaipaga pesa anapelekea, okay? eh? eh? eh? eh? eh? basi la shule, basi la shule eh? uko na hakika, uko na marisiti

Mm. Ulisikia naongea kizungu ndio maana namwendea, si ndio? Ndio, naongea English <coughs> maana <coughs> na namwendea, si ndio? <coughs> Kizungu, si ndio? Nimekusomesha au sijakusomesha? Alafu akichaka anafanya na huyu huyo mkora na bibi na watoto wawili, ni katano amekwambia, ama uko na mimba wewe?

Eh, evidence uko nazo? Mimi evidence niko na video. Huyu yeah. Anaenda kutini kesho aulia kwanza. Unafanya hivi. Huyu huyu kesho asubuhi unaenda kutini, upigie watu wenyu, upigie watu wenyu bibi yako kuona kienda imeisha. Tunasikia sasa sasa, tutafanya hivi: huyu atapiga bibi yake leo, ntaiasimu simu nyumbani. Nataka watu wajue mali hiyo simu yake na simu ya huyu mimi nitachukua kwako. Kuna vitu Mama tachungu

utapigia familia yako kesho asubuhi. Unajua magadara aende kotini. Unajua kotini umeaichik. Unajua unaharibu wadoro hapa

Mbele yangu mbele yangubleangu kabisa, muonea tena kaa sura kama nyani sura kama mbaya kama, kama gorila kwenda kabisa. Na wewe na wewe nakuambia wewe na wewe, wewe. Ah. suku ngapi hivi nja angalia hapa hesabu hapa suku ngapi tatu nja bila kukula maji wala niniata chakula Mam, mimi kitu nataka kuambia Helen. Helen, unajua shida ya umejitakia na sasa mam, hata kama tungemuona kama tungewapata, kumaanisha wewe ushaipata mimba, hata mkienda sawa. Sawa, sawa, sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa, kwa nyumba tafadhali Hellen <laughs> kenda kwa, kwa nyumba naomba tu, just cool down, just cool down, subiri ajamalize. Sawa, sawa, sawa, naomba tu utafanya ukienda nyumbani juu huyu ajamaliza mtihani. Naomba tu mwache tu aende nyumbani, sawa, aendele tufanye <laughs> shughuli zako, alafu yeah. wale watoto wenye wako nyuma yake naomba uwafichie siri <laughs> usionyeshe kwamba kitu yenye mkubwa wao amefanya, sawa, wasijue unless kama unless otherwise, lakini wasijue, wasijue kitu yenye iko acha, ile naweze kusoma, amalize amalize tafadhali, afanye revision, amalize kwanza hiyo mtihani wake. Akishamaliza sasa, kama yeye kichwa chake kitakuwa ngumu, achana na yeye sasa, acha dunia sasa nimfunze, ndio sasa after hapo achana na yeye, but kwa sasa wewe kama mama, naende mkubwa pale kwa wengine <laughs> tulia tu but Sa, uchunguzi, uchunguzi, uchunguzi nitafanya hiyo simu yake nitaweza kuichunguza pamoja na huyo mtu. Sawa. Sawa. Wewe utaenda tu malizane na afisa, hmm. Atawaeleza atakueleza vile utafanya. Chukua mtoto wako mwende naye huko mkamalizane na afisa huko hivyo au ukaandikishe, tena anaandikisha huko mimi sijui lakini kisha muende huko kuwa mzuri sawa, so, kuwa mzuri mama, sifanye kitu mbaya tafadhali. Kumbuka hapa tumesimama kwa compound police station, si umeona maofisa vile wamekuja hapa, wamekuja hapa kusikia vile. Yeah, najua, eh? Najua kuna machungu, najua kuna machungu. Mimi siwezi taka wale watoto wako watano wadogo wenye wako kule nyumbani wateseke. Mimi ni mama kanisa, naonekanaje, naonekanaje mbele ya watu kanisani? Eh? Kuna niaibisha? Kuna niaibisha Hellen? Kuna niaibisha? Kuna niaibisha Hellen? Eh? Naambia wazazi wa watu wachunge watoto wao, kama wako kama wangu ndio huyu sasa, matokeo ndio imetokea. Eh? Wewe, wewe. wewe. Sawa. We? Wewe, Fanya hivi ama ama umtume nyumbani, hapana after exam, sawa? atapata na mwingine, atapata mwingine huko kwa barabara, lakini uchunguzi nitafanya bado Tunashukuru Mungu ametufikisha, tumeweza kupata huyu jamaa na mwingine ambaye yuko hapo hivyo. Watu wa bodaboda, mkishika hata mtoto wenyewe mnapeleka nyumbani, nimpelekeni home. Wachani kushika mtoto wenyewe, mkipeleka kwa kichaka, sio tamaa bana. Shughulika na bibi yako, achana tutoa shule. Wana, sasa huyu kijana 28 years ako na familia yake, kuna watoto, anaenda kufungwa 35 years in defilement bana. So guys, kama uko hapo and mo watch video, make sure that you subscribe, you like the video, share. Na pia just comment hapo chini nini tunafaa paswa kufanya next. According to me, kitu tunafaa kufanya next ni kuchukua hizo simu kwa, kwa afande niweze kuzichunguza maybe there is something No, no. There is something hata jamaa hata kama atapeleka kotini lakini lazima chunguze nipitie hizo simu zao zote mbili niweze kujua chenye tena ina happen na nitaweza kuwapea update vile kunaenda. Uh, nitaweza pia kutafuta mama. By the way, unajua mama kuna akona nini mama kuna akona machungu kwa sababu ya mtoto wake, kuna machungu kwa sababu ya mtoto wake, na tunaomba sana Mwenyezi Mungu uh, ai amlin alinde mtoto wake pia kwa sababu anaweza penda enda uh, pale na amfanyia kitu kibaya lakini wacha isikue hivyo. Mwenyezi Mungu ataweza kumlinda pamoja na mtoto wake na mama pia. Ai ase hata, hata kama nikiongea vibaya mni, mni, mni, mni, mni correct. Hata kama hey, mama anasema kuna yaani, Helen ndio first born, lakini kuna watano nyuma <laughs> yeah.